Anafanya kwake yeye uh, uh, bila kumsaidia yule mgonjwa uh, alafu anatoka tayari anakwenda kuwatia ubaya uh, wale ambao walikuwa wanasaidia. Na hiyo ana maana mbaya. Kwa nini inabidi afanye hivyo? Kwa sababu gani? kwa sababu, na hata huyo Diamond watu wote tunamjua, hata mara kwanza kabisa alivyoanguka, sisi angalau ni tuko mapembeni mwa kitu tulijua, yeye ndio wa kwanza ambaye alimkimbilia ala, eh yeye ndio wa kwanza, si tujui, lakini tuliambiwa kwamba Diamond mkubwa Fela kaanguka, alianguka usiku usiku ule ule Diamond alikuja watu wamemuona, akaja akamchukua na akamchukua akaondoka naye, na siyo hapa, alimpeleka mpaka nje ya nchi kwenda kumshughulikia. Ni swala kubwa sana ambalo alifanya bwana. Tuko katika mtaa wa Mzala hapa, uh, Kilungule, na leo tumekuja kuzungumza na majirani, ndugu na wadau eh, katika mtaa huu wa Mkubwa Fella. Lengo zaidi nataka kufahamu eh, kwenye hali ya sasa hivi ya Mkubwa Fella ambao anapitia na majirani wao wanaefahamu vipi na wanashiriki vipi, akiwa kama aliyekuwa diwani katika eneo hili e, ambavyo walikuwa wanaishi nao. Sisi tutazungumza nao hapa kupitia bwana. Endelea kutufuatilia kwa ajili ya kukupa habari hizo, asante. Ah, uh, bwana. Uh, 96 Link, bado tuko katika mtaa ambao Mkubwa wa Fella ndipo e, anaishi, na lengo letu sisi tuzungumze na majirani ambao wamemzunguka eneo hili kupata kujua zaidi na zaidi aa, ni mtu aina gani na wao wanashiriki vipi kwenye hali yake ya ugonjwa sasa hivi. Mamangu shika Ma, salama kabisa hongera kwa biashara eh, mm. wana a wanakuita nani hapa mamangu? Tunakulaje? mm. kuku kwanza, tunaanza kupata kuku kwanza. Akulaje? mm? kukuma Nakula, kuku. Kuku, Hala. kwa mm. ha, sasa sisi wako. Wa, wa, wa ha, hapa kutaka kujua nyinyi ni majirani wa Mkubwa Fella. Mm. Na nadhani sasa hivi mmepata taarifa za kwamba Mkubwa Fella sasa hivi ni mgonjwa mm. na ni mgonjwa wa muda mrefu mm. na alikuwa ni diwani wa eneo hili. Mamangu, tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na hali yake ya ugonjwa, ninyi mnaijua kivipi na kwa namna gani, nyinyi kama majirani mnashiriki um, katika hali yake sasa hivi kwa sababu kama majirani si wengine atuwauzi kwa sababu atumuona kwenye bandu, kwa hatumuoni yeah. Kwa kusema kushiriki sio kweli, ila tunajua kwamba yeah. E, anaumwa ila alikuwa ni, ni, ni... Mnaishi naye kwa namna gani kipindi ambacho ni diwani wenu? Alipokuwa diwani, alikuwa diwani mzuri sana tu, wala akuwa na ubaya wa aina yote. Kuna pengo bwana msi mm. na sana nasikia kwenye mambo eh, katika madiwani kwa diwani ambaye aliyekuwepo yeye alikuwa ni diwani mzuri tofauti na wa madiwani wengine kwa sababu hatujawajua. mm. E, alikuwa anajali watu, alikuwa anathamini mm. akiwaona watu anawathamini mm. na anawajali. Sasa mm. kikubwa ni kwamba nachoshukuru ni kwamba Mkubwa Fela ana familia na ndoa, na ndoa ukiwa kama mama anawezekana labda pia ukaona chochote cha kujuana kati yako wewe na na mke Mkubwa Fela labda wanawake kuna au neekana au huyo mke wake kitambo tu, sina hata mazoea naye, kusema labda tunaongea, lakini mwenyewe alikuwa akipita mm. watu anawasalimia na kuongea, lakini huyo mke wake mimi sina ile mazoea naye, kusema labda tunakaa tunaongea, si tunafanyaje, sina yeah. ah. mm. ha, ila, ila mnasalimiana, na yuko mazoea ila mnasalimiana, yuko vizuri, lakini nasalimia, hana shida, sikufichi mwanangu, mimi hata nikimuona hapa kwa sasa hivi simfahamu kwa sababu ana yale mazoea yale yale, labda kwa wengine, lakini kwangu mimi hata shughuli shughuli, labda anakwenda kwa wanawake mm. wenzake, lakini sio kwangu. Mimi kwa wengine huko anakwenda. Sasa mimi sikuanza kitambo, mpaka sio nayo, sio muda mrefu eh, lakini kwa kuja hapa, nimekuja na kama miezi minne. Kwa hiyo kwa kipande cha huku sijamzoea ile kivile sasa ila yeye hey, diwani huyo namzoea kwa mzueko, sababu anatembelea watu wake na anawaona na anasa nani. Sasa, Wewe unamjua kivipi mkubwa fella? Namjua kama diwani wangu namjua kama jirani yangu. Anataka eh, na, na, kufahamu jambo moja mmangu kihekima zaidi. Watu okay, wazima nyinyi mnajua mengi, ikiwa upo katika hali ya kumuuguza mgonjwa kuna ubaya wowote wa wewe ukasema labda utoke uende sehemu mara moja, hata ukainjoi kidogo na wewe ila, watu akikuona, wa wakuseme kwamba huyu anahudumia mgonjwa, wanaendaje kula bata? hmm. Kwa hilo ni baya kwa mimi, lakini yeah. Kwa utuzima wangu naona kwamba ukiuguza kwamba akili yako yote mm. ipo kwa mgonjwa, uko tena kwenye starehe pale mm. e. Oh, watu wana haki ya kujadili kwamba wewe bwana wewe, e, e, e, kwa nini unaondoka? Kwa sababu hata mtu anaweza akadharau kasema kwamba labda hauguzi hiyo, yeah. e. ipo kiuhalisia, kiubinadamu hiyo yeah. Ipo kama unauguza na mtu ndani ambaye yupo hali ambaye siyo yeah. huwezi ukatoka sasa. Una raha gani? Kwa sababu huna raha pale. Una raha gani mpaka uinuke utoke hmm. Ila sana sana kwenye sana nafasi ya mke hiyo. Ila ndugu wengine sawa. Wengine watatoka lakini nafasi ya mke na mume hiyo hmm. Huwezi ukatoka. Una raha gani wakati ya ule ambaye waubavu wako hmm. Awe, yuko kitandani afa uinuke utoke, hiyo apatako ni kisheria ya kidini zetu vile haipo hmm. Sasa. Mamangu ni lazima ukisaidia ukiwa hujarudishiwa fadhila za ulizosaidia kulalamika sio vizuri hmm. Kwa sababu wewe umesaidia, kwamba hukusaidia kwa kusema paka lazima ulipwe wewe umesaidia, kwamba umeliweka fungu lako, ambayo kesho labda kwa Mwenyezi Mungu utalipata hmm. E, au umemsaidia kutoka, lakini s so tena nimemsaidia, hapo ndio sema kwamba huyu mimi nimemsaidia, kwa nini mimi anisaidii? Sio kweli, au kwa nini mimi anilipie? Hiyo haipo hmm. kidini, lakini kibinadamu kwamba ukisaidia mwenzie ukimuona na matatizo, inabidi umsaidie, kwa sababu yeye alikukimbilia na alikusaidia wakati ulivyokuwa una shida. Na yeye ushamuona ana shida, aidha yupo kitandani, inabidi nawe umsaidie, kwa sababu pale alipo sasa hajiwezi, hana lolote unacho, kwa nini usimsaidie? auhenga wako sahihi, tenda wema Eh, wende zako singoje, sawa lakini shukurani sa, sa. <laughs> Lakini zipo kwa sababu mtu yeah. ameshakusaidia inabidi, nabidi umshukuru sawa, mm. sa basi sa. mm. Mamangu, mimi naomba nipate ushauri wako bwana, kijana wako hapa nisaidie, watu yoke, hoja nisaidia, nije nilalamike au niache tu, atakaotokea mbeleni inshaallah wewe saidia watu na unaposaidia watu waendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ili mradi akusaidia uweke, uweke nafasi yako kesho, mm, so mpaka lazima mtu mpaka akusaidie? Sio kweli. Sasa, e, wewe unavomsaidia watu unajiwekea mwenyewe mm. unasaidia atakayekuja kukusaidia, heri asiye kusaidia basi. Sasa, e, so lazima mpaka ulipwe? Ndio. Yeah. E, e, saa hii mtu akiwa anaumwa alafu akatokea mtu akaibuka akatoa madhaifu ya mgonjwa au ashakufanya hivi au ashakufanya hivi wala haifai, unaambia akiumwa usiyatoe madhaifu yake, na wala akifa usiyatoe madhaifu yake. Sasa anapoumwa ukatoa tena madhaifu yake wapi na wapi, akatoa pale saa zile yale madhaifu tena, hayafai eh. Pale mnaangalia kwamba ugonjwa wake aliokupo nao ndio ukamtangaza madhaifu yake, tena utamsaidia basi ni kushukuru sana. Uh, uh, uh, nili, niliona, niliona kwenye mitandao ya kijamii uh, watu wakizungumza kwamba uh, kuna ujuma ambao ulitolewa na uh, mke wake na Mkubwa Fella akilalamika kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao uh, walikuwa wanamsaidia mwanzo, sasa hivi wamekata. Mfano akataja uh, Diamond ambaye ni manager wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Fela. Sasa sasa hivi hamsaidii, lakini kuna watu ambao walikuja, akasema kwamba Diamond amekuwa akisaidia, lakini mke wake amekuwa kwenye matumizi kidogo, na kuna wasiwasi ambao uko kwa upande wa familia pia na, na, na, na, na, na, na upande wa Wasafi. Anazungumza kwamba amekuwa akitoa, lakini eh, I, I, nani sifa pay Diamond, unadhani mama, kwenye hili hasa wanawake, unadhani mnapokuwa mnatoa majambo yenu, hata kama mnauguza kweli, ni kweli. Sometimes unakuta mna mawazo na nini, mtakuwa mtumie njia gani ili kuweza kuondoa hayo matatizo? Sababu nasikia Diamond mwenyewe sasa hivi amesema kwamba hawezi kusaidia kwa sababu amesema hasaidii, lakini alikuwa akisaidia. Ameambiwaje? maana sijaelewa bado <laughs> wanasema kuna wakati taarifa zinatoka mitandaoni. Uh, mke wa Mkubwa Fella alikuwa wa kwanza kutoa hizo taarifa na sauti yake ilikuwa inasikika akisema kwamba kuna watu ambao walikuwa wakimsaidia zamani, mm. Ila wamekata, mm. Akamtaja msanii Diamond Platnumz, msanii huyo, mm, ambaye zamani na mpaka kuendelea alikuwa ni msanii ambaye anamenejiwa na Mkubwa Fella, mm. Sasa, sasa hivi inasemekana kwamba baadhi ya wasanii nao wameanza kuwa wanalalamika ikiwa na Diamond na ndugu zake kwamba hapana, sisi tumesaidia Mia moja hatujasaidia tena jamani. Kwa hiyo inasemekana mke, kuna namna yeye alikuwa zile fedha za kusaidia anazifanyia jambo mama wangu anafanyia kwake yeye bila kumsaidia yule mgonjwa eh, alafu anatoka hapo tayari anakwenda kuatia ubaya wale ambao walikuwa wanasaidia, na hiyo ana maana mbaya ha, kwa nini inabidi afanye hivyo? Kwa sababu gani? Na kwa sababu na hata huyo Diamond watu wote tunamjua, hata mara ya kwanza kabisa alivyoanguka, sisi angalau ni tuko mapembeni mwa kitu, tulijua yeye ndio wa kwanza ambaye alomkimbilia ala Eh, yeye yeah. Eh, ndokatujuu lakini tumiambiwa kwamba Diamond kubwa yeah. Fella kaanguka alianguka usiku yeah. Usiku ule ule Diamond alikuja yeah. Watu wamemuona akaja akamchukua na akamchukua akaondoka naye na yeah. Sio hapa, alimpeleka mpaka nje ya nchi kwenda kumshughulikia yeah. Ni swala kubwa sana ambalo alilifanya yeah. Kaenda kumshughulikia na kaenda kaangaika naye kadili ya uwezo wake yeah. Basi Mungu akutarajia karudi yeah na alivyorudi kidogo nasikia akaa na ufueni, lakini sasa ndo hivyo tunajua tena maswala ya ugonjwa. Lakini eh, kamsaidia hata kama hata hajamsaidia sasa hivi, lakini msaada wake mwingi aliutoa na alifanya, kwa sababu hiyo ilienea. Hata mimi Hala. siko na uyo Mkubwa Fella, siko naye karibuni, lakini palienea pote hapa, na walionekana kwamba alimbeba na alimchukua na akampandisha na ndege na kamuondosha kumpeleka India kwenda hmm, kutibiwa. Sisi wote wanajua, watu wanajua msaada ambao wa Diamond aliofanya, watu wanaojua, sijui labda wasanii wengine lakini kwa Diamond hmm, sisi baadhi ya wengine tunajua kwa ufupi. Kauli ya mke wa Fella, watu wanamchora tu, wanamwangalia kusema ule ukweli, lakini sababu tulishasikia mama, tulishaambiwa hatujaona ila watu tulisikia kwamba yeah. Diamond jamani, alikuja hapa yeah. na kambeba, kamchukua kamuondosha, palienea pote, pote mtaa mzima ulienea, habari zilisambaa. Watu sasa sijui tena labda kimezipa nini au kimejili nini, lakini tuliyoyasikia ni hayo hayo. Bwana kainuka, mama Diamond ameinuka, sasa bwana mwanangu yeah. amemsaidia huyu dada yake yule Esma Platnumz mtandaoni ameandika kasaidia sana jamani, mbona mnasema sasa hivi asaidii, imekuaje tena huko? Kumbe huko watu mnajua kabisa kama demu ndiye alisaidia. Tulijua kipindi hicho, sijui kwa sasa A lakini kipindi kile ambacho mkubwa Fella alichoanguka tulielewa, tuliambiwa kwamba Tuli alichukuliwa hapa, Fella kabebwa, hali yake alivodondoka tu, taarifa zilienea kwa sababu zilienea kwa madiwani, kwa wajumbe, kwa nani, watu wote mpaka wananchi, tukafanyaje tukajua Sinuwa. Jamani, mkubwa Fella ameanguka, na ameanguka hmm. Jana ameanguka sijui lini, usiku sasa hmm. Tukaja kuambiwa hapa. Jamani, ameanguka na amechukuliwa hapa, wote hayupo, kapelekwa India ndio kamchukuliwa na nani? Ai, wa kwanza kabisa kumpigia simu hmm. Diamond ndio ambaye aliompigia hmm. na Diamond alipofika hapa, kaja usiku wa manane, kambeba na kamsafirisha, tulijua sisi, wote tunajua sasa sa kama hajasaidia tena ukumbini atujue o atulielewi, yeah. kwa sababu kila mtu tena na maisha yake, kama hivi tutapita, tunahangaika, tuna watoto tunaleka, kila mtu naye iko busy. Akirudi hilo hatulijui, kama mimi hapa silijui kwa sababu silifahamu, siwezi right. so kulijua ndio maana nikakwambia kwamba mimi alimazoea naye sipo

Kumbe wanakujua wa, kabisa watu wa filamu ndio wanakuja kununua, kuko kwa mara moja moja eh, ah, anunua pata nunuaje? Hapa kuko wakati wako anunua vitu kama hivyo vya mtu kama mimi hapa, vya nini? Watazamaje atujaonesha? Jamani eh, watu mkubwa bwana amepita, na mama yetu ametuambia hatujapata ruhusa hiyo, lakini Uh, tukibarikiwa tukifanikiwa, tutaonyesha na tukipata wasari za tukazungumza nao pia, kutaka kufahamu hali uh, ya baba yao kwa sasa hivi inavyoendelea, uh, ikiwapendeza kuzungumza. Lakini sisi lengo ni kuja kuzungumza na majirani wa hapa, kutaka kujua zaidi kuhusiana na hali ya Mkubwa Fella, tukiwa kama uh, wana habari. Mama angu mimi, nikushukuru sana bwana. Haya, na mimi nawashukuru, karibuni sana asante sana.